ya maafisa elimu wakishirikiana na watendaji kata mpaka watendaji wa vijiji tumewapa shughuli maalum kuanzia jana, wako huko vijijini na kwenye mitaa wakiendelea kupita na kugonga nyumba moja mpaka nyumba nyingine, kwa sababu ni kitu ambacho kinawezekana. Mwenyekiti wa kijiji anajua watu wake kwa kwenye kijiji chake, anajua watoto gani ambao walifaulu mwaka jana na walichaguliwa kuendelea na sekondari. Tutakwenda tutagonga huko kwa inawezekana mpaka siku ya Jumatano ama Alhamisi wiki ijayo tukawa tumekusanya taarifa ya kutosha kwamba watoto wapi na wapi hawapo na wa utoko, shuri, analaba na mbali mbali, kwa nini hawajaenda shule? Inawezekana wazazi hawajapeleka watoto kwenda kuripoti shule, kutokana na labda na changamoto mbalimbali za kifamilia. Kwa hiyo tumeelekeza tupite huko twende tukaangalie na tuwaone hao watoto lakini tuwanani na wazazi na walezi, tujue changamoto ni zipi ambazo zipo ndani ya uwezo wetu, kama serikali tutakwenda kuzitatua. Lengo ni kuhakikisha kwamba watoto hawa wote wanakwenda shule. Mkoa ulitegemea kupu, pokea watoto elfu 28,908 wa shule ya sekondari kwa maana ya kidato cha kwanza, lakini mpaka sasa hivi tuna watoto takriban asilimia ishirini na tano ambao wameshaingia madarasani. Kwa hiyo inawezekana kuna wale wengine ambao wanapewa kwenye shule za nje ya mkoa, wanapewa kwenye shule za uh, private, lakini pia tujue ili kusudi tuweze kujiridhisha, lakini lengo ni watoto wote lazima waende shule. Mazingira ni rafiki, madarasa yapo ya, ya kutosha madawati yapo ya kutosha na walimu wako mashuleni kwao. Tunachohitaji ni wazazi walete watoto waweze kwenda mashuleni. Naomba niwaagize, waheshimiwa wakuu wa wilaya, kwamba wahakikishe wanasimamia na kuondoa vikwazo vyote katika kupokea watoto shule, sababu ni maelekezo ya serikali, kuanzia watoto wa, watoto wa awali, watoto wa darasa la kwanza na hawa ambao wanakwenda kuanza kidato cha kwanza, kwanza. Maelekezo ya serikali yako vizuri kabisa. Mtoto anatakiwa kufika shule yeye kwa mzazi ambaye kwa muda huu bado hajakuwa na uwezo kumtengezea mtoto wake uniform, mtoto apokelewe shule, na sisi kama serikali pia tumeendelea kutoa hapa support na misaada kwa wazazi ambao wameshindwa kupeleka watoto wao shule kutokana na changamoto za kiuchumi. Na hili pia, waheshimiwa wakuu wa wilaya, wanakwenda kulitekeleza. Watoto ambao inaonekana wana changamoto za kiuchumi familia zao, na zinafahamika, sio zile za